Yes, yes, yes, yes, yes! Mambo vipi, uhali gani? Wewe mtazamaji wa Mbeta TV online right, popote pale ulipo, uwe nyumbani, uwe kwenye gari una drive kuelekea mahali popote pale, au labda upo kazini. Hii ni sauti ya Shedrack Joseph wa Mnemba, from Mbeta TV. Hapa tupo kwenye vibe kubwa sana, vibe la siku ya 40, ya mtoto wa Mbwido, MC kijana kutoka Tanga mwenye mizuka ya hatari ndani ya mziki wa singeli kwa sasa ni lebo kubwa ambayo imefanya vitu vizuri sana kwenye mziki wa singeli fomu wa bongo. wa bongo ndo lebo ambayo sasa hivi inakimbiza sana ndani ya mziki wa singeli, hususan kwa jiji la Dar es Salaam na viunga vyake, lakini Tanzania kwa ujumla. Ni wa bongo. Cheki madada wanavyo vibe na mziki wa singeli hello. Hatuna sifa mpaka tusifiwe. Shebraki Joseph wamnemba, unaweza kunita Mbeta the game. kumbuka hii ni Mbeta TV online right. kwa mapenzi makubwa na mahaba ya dhati kabisa napenda kukuambia hivi, mtazamaji wa Mbeta TV online usisahau kusubscribe, ku like, ku share, ku comment ili uwe wa kwanza kupata notification pale tu tutakapoingiza chochote kwenye mtandao. Bwana, tunakupenda sana na mwanafamilia Gusa hiyo subscribe, ikija kengele nayo pia gusa. Wewe ni mwanafamilia wetu, sisi ni wewe.